Tangu Kenya ipate uhuru mwaka 1963, siasa za nchi hii zimepata mabadiliko makubwa zenye mafanikio na changamoto nyingi. Rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta aliongoza taifa katika kipindi cha baada ya ukoloni, serikali yake ikilenga katika kuimarisha miundo msingi, umoja wa kitaifa na kurejesha ardhi kwa wananchi. Na mashamba yetu, harambee na mifugo yetu, harambee.

Hata hivyo kulikuwapo na madai ya ukandamizaji wa upinzani, hasa kupitia mfumo wa chama kimoja cha KANU. Baada ya kifo cha Kenyatta mwaka wa 1978, uongozi wa taifa ulikabidhiwa kwa makamu wake wa rais Daniel Arap Moi, Daniel Toroitich Arap Moi. Naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Rais Moi alitawala kwa zaidi ya miaka ishirini na nne akianzisha mfumo wa chama kimoja rasmi mwaka wa 1982. Hii ilisababisha upinzani kuingia mafichoni hadi mwaka wa 1991, pale mfumo wa vyama vingi uliporejeshwa chini ya shinikizo la kimataifa na la ndani. Uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi ulifanyika mwaka wa 1992. Nilisema mwaka wa tisini na nane kwamba nitajiuzulu, nita ama nitastahafu kipindi hiki cha miaka mitano ikiisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini pawa katika kontinenti la Afrika kwamba kuna mtu anaweza kuwacha pawa ya urahisi. Bawa iko kwa wananchi na sisi tu ni wadhamini yao. hatimaye kufikia mwaka 2002, wa elfu mbili na mbili, uongozi wa Moi ulikaribia kikomo na uchaguzi wa kihistoria ukafanyika. Mwaka huo ulikuwa wa kihistoria kwani upinzani uliungana kupitia muungano wa NARC chini ya Mwai Kibaki aliyemshinda Uhuru Kenyatta wa KANU. Now concede that Mr. Mwai Kibaki will be the the third president of the Republic of Kenya. Huu ulikuwa mwisho wa utawala wa KANU uliohudumu kwa miaka 39. Nitaondoka kwa siasa ya moto moto, mimi na kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza msiweke Kenya chini msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamee, na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote, ambaye umemisa roho yake, unisamee. Mwai Kibaki alishinda uchaguzi huo, akaapishwa kuwa rais mpya wa Kenya. Rais Kibaki katika kipindi chake alileta maendeleo makubwa ya kiuchumi. Alianzisha mpango wa elimu ya msingi bila malipo na kuboresha miundombinu kama barabara. Pia alihamasisha katiba ya mwaka wa elfu mbili na kumi ambayo ilileta mabadiliko makubwa ya kikatiba. Serikali yake ilijulikana kwa juhudi za kupambana na ufisadi, ingawa changamoto zilipo. Tutatimiza, hakuna mambo ambayo hatuwezi kutimiza hata hivyo uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba uliishia katika machafuko makubwa ya kisiasa na kikabila ambapo zaidi ya wa watu elfu moja walipoteza maisha na maelfu kukoseshwa makazi mpango wa kugawana madaraka uliwekwa kati ya Kibaki na Raila Odinga Rais Kibaki alihimiza viongozi wa kisiasa kudumisha amani na mshikamano. Kwa hivyo kutoka kwa uongozi wa Mzee Jomo Kenyatta hadi ule wa Moi Kibaki, historia ya kisiasa ya Kenya imepitia mabadiliko makubwa ya kiutawala na kiuchumi. Viongozi hawa waliweka msingi wa taifa na kuonyesha dira tofauti za maendeleo. Ni wazi kuwa kila kipindi cha uongozi kilikuwa na mchango wake katika kuunda sura ya kisiasa ya Kenya. Nikiripotia runinga ya Zitek, jina langu ni Abdimalik Adow.